kullihim Mwenyezi Mungu akishuka huwa katika wingu anawasamehe waja wake wote, illa lmushrik illa lmushriku au mushahinun au katii rahim, au mwenye kukata undugu, wanasamehewa watu wote. Sasa wewe ukutwe unafanya istighfari wewe ukutwe unamswalia Mtume, wewe ukutwe uko kwenye kiamu laili, ukutwe e, upo unaomba ma majambo yako, unamwomba Mwenyezi Mungu pepo, utakuwa umetengeneza jambo zuri sana katika ulimwengu huu. Acha uvivu, acha kuji kujipa matu, yaani ile, yani mtu kuna neno inaitwa taswifu Yaani taswifu ni mtu anasema ntafanya e, nikifanya ntafanya. Sasa usijirefushie usi muda ule, muda ambaye Mwenyezi Mungu amekupa basi nembu ufanyie wakazi wakati huo. Nembu kazana, nembu kazana, endelea kutengeneza imani yako, endelea kutengeneza mustakabali mzuri wewe na Mwenyezi Mungu. Kiyamul Lail ndio kila kitu. Simameni katika mwe, kwenye nisfi hii ambaye insha Allah mungu atatujalia siku e, hii inayofuata ya nisfi Shaaban, basi tuuhuishe usiku huu, kwa sababu ni usiku mtakatifu kwa ahadithi nyingi zilizokuja na kwa mahimizo mengi, hususwa katika mwezi wa Shaaban, watu wafunge na watu waendelee kujibidisha kutoa sadaka kusoma Qur'ani basi watapata mazuri mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu maisha haya vyovyote utakavyoishi, vyovyote utakavyokuwa wewe, kuna maisha baada ya haya e, kama hauamini hayo kwamba kuna maisha baada ya haya e, aina Namrud, aina ka, Kanaani, aina Firauni kaan lam yuhlaku au lam yakuni, tafikiri hawakuwahi kuumbwa au hawakuwako kabisa katika ardhi hii. Walikuwepo, walikuwa na mali, walikuwa na yaani vyeo vikubwa. Sasa wewe kwa cheo chako, we mche tu Mwenyezi Mungu, fanya ya Mwenyezi Mungu, useme mimi na cheo ah, na cheo chako utakufa, alafu huko utakawapoenda utaenda kuulizwa juu ya cheo chako. Sasa ikiwa wewe una cheo kikubwa, alafu ikiwa unamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, anakusahilishia. Kwa hiyo rudini kwa Mungu, naombeni msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Sisi ni wanadamu, tuna makosa. Mbora wa kukosea ni yule anarudi kwa Allah. Sasa ndio tumewekewa masiku haya, tuyafanyie kazi, sio kwamba masiku haya yamekuja yasimuliwe tu Haa. Yasemwe ya kwa sababu yana fadhila kubwa yanafuta. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atulinde, atupe hamu na nguvu ya kufanya taa, na atupe nguvu ya kuepuka yaliyokuwa mabaya, na atupe mwisho uliyekuwa mwema. wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.